langu naitwa Wantahe Chacha Yohana au ah, wengine wanafahamu kwa Sabato karibu Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama mzee wa kanisa alivyonitambulisha natokea na chuo kikuu cha Arusha kwa ni mchungaji mafunzoni. Tunapenda kuwakaribisha sana kwenye chuo chetu, kinatoa kozi mbalimbali. Natamani nazungumza na watoto kabla Sija uweza kuendelea katika siku ya leo. Somo letu litakuwa linahusu kitu hiki kimoja. Lakini tafundishana au tutahubiri kwa namna tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na ningependa watoto wasogee hapa, halafu tu, tuweze kuongea kwa karibu zaidi. Simama tu hapo hapo, halafu mnitazame huko. Simama hapo, afu mtazame huku, au mnitazame huku. Mtoto ameisha ehe, ah bale huyo. Haya, anakiingia haya. Nani angetamani atuombee kabla hatujaanza somo? Nani mtoto mzuri? Nani nani? Nyosha mkono, nyosha mkono. Ehe, mtoto mzuri anatuombea. Kwa nguvu tuombe. Baita Mungu, tunashukuru masaa penda baba kibaki tunapoanza masomo baba kibaki katika nafsi zangu. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunapenda kumshukuru Mungu na katika siku ya leo tutakuwa na somo zuri na somo somo letu linasema kusamehe. Somo letu linasemaje? kusamehe Nasema kusamehe. Sasa mimi nitawapatia kisa, itawapatia nini? Nitawapatia kisa. Kuna kisa kimoja kinapatikana kwenye Biblia, kuna kisa kimoja kinapatikana kwenye nini? Palikuwepo na mtu mmoja aliyekuwa akifanya kazi, aliyekuwa akifanya kazi. kazi kwa tajiri yake mmoja, sawa. Eh, aliyekuwa akifanya kazi kwa tajiri wake Alipokuwa akifanya kazi alipokuwa akifanya kazi alifanya kazi alifanya kazi alifanya kazi, kazi lakini katika kufanya kazi, kuna hasara ilipatikana, kuna hasara ilifanyaje? Na ilipokuwa ile hasara imepatikana, mtu huyu alipaswa kulipa, alipaswa kufanyaje? Kulipa, lakini mtu huyu alishindwa kulipa ile fedha au ile hasara iliyokuwa imefanyaje imepatikana tokea okay. Yani, yani yani, alitakiwa alipe. Yani alipokuwa amekosa fedha, walipokuwa wanapiga mahesabu yeye na bosi wake, yani hata walipokuwa wangeuzwa yeye, mke wake, watoto wake, bado samani isingetosha kulipa ile nini, kile kiasi alichokuwa anafanyaje anadaiwa Alienda kwa bosi wake akamwambia, naomba unisamehe, naomba unipe muda nami nitaweza kulipa hicho, nitaweza kulipa hicho nini. Akaenda akapiga magoti mbele za, za bosi wake, akaanza kulia, akalia hadi bosi akamsamehe, akamwambia basi. Alipokuwa ameenda mtu huyu naye, kuna mtu alikuwa namdai, kulikuwa na mtu anamfanyaje Kaenda, kaenda, kaenda. Hey, mdai alipotoka hapo akaenda akaenda akaenda, bahati nzuri, sijui ni bahati mbaya, sijui bahati nzuri, akakutana yule mtu anayefanyaje? Mdai alipokutana naye akamwambia, nomba pesa. Ya, nomba pesa. Kumbuke, huyu yeye alisamewa, huyu ambaye amesamewa na yeye ameenda amekuta mtu mwingine anayefanyaje lakini kiasi anachomdai akifanana na kile ambacho alikuwa anafanyaje, anadaiwa. Alipofika fika, fika, akamwambia naomba naomba, naomba, hela yangu. Sina hela hiyo ipemada kulipa. Akamkaba, akamkata akam. k akam. nomba hela nomba hela, kisha akampiga akampiga, akaona haitoshi, akasema kweni pelekwa wapi? Gerezani iwe mtu akachukuliwa akapelekwa wapi? Gerezani akaa kule. Lakini cha kushangaza ni hiki, bosi wake aliposikia habari alizofanya huku akasema ha, mtu huyu mimi sikumdaa kiasi kikubwa cha fedha, lakini alipolia, mbona mimi nilimsamehe? Mbona yeye ametenda hivi kwa mwenzake Mbona wewe umetenda hivi kwa mwenzake? hakuona huruma hata kidogo. Oh, yule bosi wake akaagiza afuata, akaagiza afanyani, akaagiza askari wakamfuata akam, akamleta. Alivyomleta mbele zake, akamwambia wewe, ni wewe niliye kusamehe kiasi ambacho wewe, oh, ulipaswa kuuzwa wewe na familia yako, hata fedha isingetosha, lakini nikusamehe. Mbona wewe hukufanya hivyo kwa huyo ambaye namdai? Najua nini kilitokea, najua nini kilitokea. Aliya mundu kwa sababu hakuwa na huruma na moyo wa huruma kama alivyomsamehe akaamuru na yeye afanyaje? Apelekwe wapi? Gerezani. Umeona? Kaambiwa apeleka naye nini? Gerezani. Hicho ndicho kilichotokea. Ah, mfano huu aliutoa Yesu akiwa anafundisha watu ya kwamba bosi huyu ambaye anazungumziwa anamwakilisha Mungu ana wa wapi? Lakini hawa mfanyakazi huyu na huyu mwingine wanatuwakilisha, si sisi ambao kila siku huenda kwa Mungu kwa ajili ya kumwomba nini? Msamaha, pale ambapo tunapokuwa tumefanyaje? Tumekosa. Lakini Mungu anapotusamehe na sisi kuna watu wamefanyaje? Wametukosea. Lakini tunapowakuta na tunapokutana nao, tunaanza kuwafanyaje? Wakati mwingine tunawapiga, wakati mwingine tunawatukana, wakati mwingine hata hatutaki kukutana nao tena. Nasema nikimwona yule naona kichefu chefu hata sitaki kumwona kabisa kwenye macho yangu, si ndio? Hey, wakati mwingine tunakutana nao hivyo. Oh, kumbe tunapaswa kuwafanyaje? Kuwasamehe. Tunapaswa kuwafanyaje? Kumbe kwa sababu Mungu anatusamehe na sisi tunapaswa kuwasamehe wengine. Yesu anapenda tuwa tunasamehe nini, hata kama wamefanyaje, wametukosea sawa, eh? Hata kama wametukosea, na sisi tunapaswa kufanyaje? Wasamehe wangapi? Anasema ya kwamba na mimi Mungu anisaidie mtu anaponikosea na mimi niweze kumsamehe. Nasema, anasema watoto wazuri, nanyewa na tamani mtu anapowakosea na nyiye mweze kufanyaje? Wasamehe. Basi mtawaombea ili Mungu asaidie, ili mweze kuwasamehe wengine kama vile Mungu anavyofanyaje, tusame. Basi tuombe Baba yetu Mtakatifu, Mungu uketie juu mbinguni tunakushukuru kwa somo zuri ya msamaha ambalo tumejifunza na watoto hawa wazuri, jinsi ambavyo yule boss, yule mfalme alivyomsamehe mwenzake, lakini yeye alipoenda kwa naye mdai hakumsamehe. Na hivyo ndivyo umevyoonyesha jinsi ambavyo sisi wanadamu tulivyo. Wewe unatusamehe lakini sisi tumekuwa gumu kusamehana. Watoto wa hawa wazuri wamenyosha mikono wakitamani ya kwamba wanapokosewa na wengine Yesu wapatie nguvu ya kusamehe. Amina, wasaidie, wabariki kwa jina la Yesu. Amina. Amin. Basi mbarikiwe, sawa eh, amina. Haya, turudi tukakae.